Zinazoonyesha udhaifu kwa imani ya mja kushuka imani ya mja, ahibatu fillahi. Tunaposema madhahiri, alama, viashiria ambavyo vinaweza vikapatikana kwa mumin, akaambia huyu bwana imani yake sasa ichakuwa dhaifu, iko chini, yeye mwenyewe kabisa akaiona. Na tunapozungumzia udhaifu ni kwamba kile kitu kinanyong'onyia, kinarudi. Fulani amekuwa dhaifu, unarudi kunarudi. Imani ni nini? Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, wa mal iman, katika hadithi ya Jibril. La, naam, katika hadithi ya ya nani? Hadithi ya Jibril au hadithi ya Umar ibn al-Khattab, alisemaje? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ni kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake. Wa liyumil akhir, na kuamini siku ya mwisho, siku ya kiyama. Wa bilqadari khairihi wa sharihi, na kuamini qadari kheri yake na shari yake. Hiyo ndio imani, inatakiwa iwe kumia. Al-Hasan Al-Basri alipoulizwa kuhusu imani, ambaye ni tabi tabiin, mwanafunzi wa ibn Abbas, radhiallahu anhu, alipoulizwa: al mal imani, akasema ma waqarahu fi lqalbi wasadakahu lamal. Ile imani ni kitu kilichokita katika moyo wa mumin na matendo yake anayoyafanya yakasadiki kwamba huyu ana imani. Imani, kuamini kuliko timilia kuna kuambatana na matendo yaliyo mema. Sasa imani hii kuna wakati inapanda na kuna wakati inashuka. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza waumini anasema wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, waumini wanaposomewa aya za Allah imani inapanda juu. Imani inapanda, hii ndio dalili ya kuonyesha kinachopanda pia kinaweza kushuka. wala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao wanategemea. Hawa waumini ambaye wakisikia aya imani zao wanaposomewa zile aya za Qurani, imani inapanda.

wa yanqusu bil ma'siya alsunna wal jamaa. Sema, imani ima ya mtu pia inashuka kwa mtu kuingia zaidi kwenye maasi, inashuka kabisa. fal iman la budda lahu min mutaba'ati Iman, imani yako lazima uifuatilie. la budda lahu min muraqabati, lazima uichunge imani Imani yangu nilionayo ndiyo kweli imefika pahala pake au hapo hakuna chochote hapa nilicho nacho? Fala budda an yakuna labdu yaqdha, lazima mje uwe macho, uwe macho. Nadhiran daima ila qalbi, unauangalia moyo wako, niko salama au ndo hakuna tena kitu ninacho hapo?

na kuomba unisibitishie moyo wangu kwenye dini.